Vijana sisi na nyinyi ndio walinzi wa kwanza wa nchi hii, na sisi hatuwezi tukakubali kama vijana wa kitanzania mtu yoyote aharibu taifa letu ambalo limetulea tusipolinda nchi hii hatuna pa kwenda. Hapa ndio kwetu, hapa hapa hapa ndio kwetu. Hatufundishwi namna ya kuongoza nchi yetu. Sema baba, sema. Wengine wanasema tunataka tufanane na Marekani. Marekani uchaguzi uliopita, kuna mgombea anaamini ameibiwa kura hapo Marekani. Na Marekani imepata uhuru karibia miaka mia mbili iliyopita, sisi tuna miaka stini tu. Mtu analinganisha Marekani na Tanzania, wapi na wapi? Kwa hiyo vijana wenzangu, mko hapa msishawishike kuna mtu anawaambia kabisa, tarehe fulani, toka asubuhi, nenda ofisi ya mkuu wa mkoa. Miguu yako itulize nyumbani, kula ugali, cheza mziki, tafuta watoto, piga kura, maliza kazi, CCM ishinde ikuletee maendeleo. Hatuna sababu ya kuumiza nchi yetu. Lakini jambo lingine niseme hapa kwa niaba ya chama kwamba tarehe ishirini na tisa kura zitapigwa, na jitokezeni kwa wingi kupiga kura. Hakuna tishio la aina yoyote. Sisi kama chama tunaamini serikali na vyombo vyake wameimarisha ulinzi wa, wa kutosha. Ukiangalia idadi ya watu milioni sitini, wanaopiga kelele hawafiki hata elfu moja, hata mia hawafiki, naambiwa pale. Hawa watanzania milioni sitini wanachotamani kukiona ndani ya nchi yao: maji yanapatikana, umeme unapatikana, kilimo kinakuwa, uchumi unaimarika, miundo mbinu ya barabara mijini na vijijini inapitika kikamilifu. Wanahitaji mazingira rafiki ya kufanya kazi, nchi ikiwa na utulivu, ikiwa na umoja, ikiwa na mshikamano. Haya ndiyo mahitaji ya Watanzania. Sekta ya afya iwe imeimarika vizuri. Swala la maandamano hapa, tukiulizana wote, nani yuko tayari kuandamana? Na unaandamana kwa nini? Muulize jirani yako akupe jibu. Yani nini kinamfanya andamani? We muulize tu mwenzio akupe jibu. Kinachotokea ni kwamba unajua, wanasema kwenye wengi kuna nini una mengi, na lazima elimu itolewe. Wote tunaweza kuwa na vichwa, ila tukatofautiana maarifa ndani ya vichwa vyetu. Wanaohamasisha maandamano wote hawako ndani ya nchi hii. Wanaosema tufanye vurugu ndani ya nchi hii wako nje ya nchi na hawatashiriki hayo maandamano. Wewe bado huogopi? Hujiulizi na Mungu amekupa akili ya kutambua mema na nini? Lakini tunachokusisitiza sasa ni kwamba baada ya uchaguzi, kazi kubwa inaanza, kazi ya kutimiza ahadi, kuendeleza miradi ya maendeleo na kuhakikisha maisha ya wa Watanzania yanaendelea kuwa bora. Ushindi sio mwisho wa safari bali ni mwanzo wa jukumu jipya la kuwatumikia wananchi kwa uadilifu, kwa uwazi na kwa ufanisi wa hali ya juu. Lakini pia mikutano na mzunguko mzima wa kampeni umekipa Chama cha Mapinduzi fursa nzuri ya kusikia, kusikiliza na kushuhudia matarajio ya wananchi katika chama chao na serikali ambayo itaundwa, vile vile kusikiliza shida na changamoto. Kwa hiyo idadi ya watu zaidi ya milioni 25 kuja direct wanajua kwamba chama hiki kimebeba matumaini ya nchi yetu.